Kristo alimpenda sana Yohane. Yohane alikuwa mmoja wapo wale mitume watatu ambao walishuhudia matendo kadhaa ya Kristo ambayo haikuwa kawaida. Moja ni ile kwenye mlima Tabor ambapo Kristo alibadilika eh, sura akawa anang'aa mavazi yake akawa na nang'aa. Alafu pia wakati Kristo anaenda kwenye mateso kwenye ile bustani ya Getsemani, basi walikuwepo mitume hao watatu, Petro, Yakobo na Yohane. Kwa hiyo Yohane alikuwa pia pale kwa alishuhudia matendo ambayo si ya kawaida ya Kristo. Yohane ndio yule ni mtume pekee ambaye aliyesimama chini ya ule msalaba eh, wa Kristo. Kristo alipokuwa msalabani pale, wakati walipomsulubisha, mitume wengine walikuwa wamepotea zao, walikuwa wamepotea kwa sababu ya hofu. Huyu ndiye aliyesimama pale mtume, kama mtume pekee ndiye aliyesimama pale, ni wazi na wale wakina mama wengine akiwepo mama yake Kristo. kwa hiyo unaona, alikuwa kipekee kabisa huyu mtume Yohane, na ndio huyu ambaye Kristo alimkabidhi mama yake pale msalabani. Kristo alimwambia Yohane, tazama mama yako. Na tunaambia kwamba Kristo alimchukua Bikira Maria kwenda kuishi naye Yohane alihubiri sehemu mbalimbali Asia ndogo na sehemu za Efeso, alianzisha makanisa saba. Yohane ndiye mtume pekee kabisa ambaye alikufa kifo cha kawaida huyu Yohane, wengine walikufa kifo cha kikodini, yani waliuawa, lakini Yohane alikufa kile kifo cha uzee, kwamba mtu anaishi mpaka mwili umetoka na unakufa. Yohane katika uzee wake tunaambiwa kwamba wakati ambapo sasa ameshindwa sasa kuhubiri ku, ku, ku, huko alikuwa na maneno machache tu ya kusema, wanangu pendaneni. Aya, wanangu pendaneni sasa hata na watu walikuwa wana, wanamuuliza, wana sasa, wewe mzee, yani huna kitu kipya, kila siku natuambia wanangu, pendane, wanangu pendane, una huna kipya? Yeye yeah, aliwaambia kwamba ni agizo la Bwana na mkifanya hivyo mtakuwa mmetenda jema. Basi huyo ndio Yohane ambaye leo hii tunafanya sikukuu yake yule mwanafunzi ambaye Kristo alimpenda, na kwa kweli ndio yule ambaye ni mtume wa kwanza kuamini katika ufufuko wa Bwana. Kama tulivyosikia katika Injili, Maria Magdalena alipoenda kutoa taarifa kwamba kaburi ni wazi, basi Yohane na Petro walikimbia kwenda, na kwa sababu alikuwa kijana akawahi kufika kaburini, lakini hakuingia, akasubiri kwanza Petro aje, na Petro akaingia kwanza na yeye akaingia, akaona sanda ile vitambaa vimewekwa pembeni huko, na tunaambia kwamba aliamini. Kwa hiyo alikuwa mtume wa kwanza kuamini t katika, katika ufufuko wa Bwana. Basi huyo ndio Yohane ambaye leo tunamkumbuka na tunamuomba, tuombee sisi vijana. Yeye alikuwa mseja na vijana ni waseja ni, wa, ni wazi tunaomba awaombee ninyi vijana ili kuweza kuishi kadiri Mungu anavyotaka. E, mwombe awasaidie muishi kadiri Mungu anavyotaka, kupendana kama vile alivyokuwa anaagiza kila wakati: wanangu, pendaneni, wanangu, pendaneni. Basi ni Yohane Mwinjili. Sasa ngoja nirudi kwenu ninyi vijana. Kuna machache tu hapa ya ku ya kuongelea kuhusu nini, vijana ambao mmekuja hapa kumshukuru Mungu, Mungu aliyewalinda mwaka mzima, na mnakuja hapa kutoa shukurani kwake na wakati huo huo kumwomba wasaidie katika maisha yenu. Sasa hapa kuna mambo yanayowakabili vijana wa Katoliki, kuna mambo kadhaa hapa mambo yanayowakabili vijana wa Katoliki: moja, imani na ulimwengu wa kidijitali. imani na ulimwengu wa kidijitali. siku hizi kuna vyombo mbalimbali vya mawasiliano na ambacho tumekizoea ni nini? Walao ni hizi ni simu ambazo tulizo nazo, wakati mwingine inaweza ikakuvuruga ukashindwa kusali ipasavyo. Kuna wengine ambao nakuta labda na sali na labda na simu iko hapo, simu inaanza kuita, kwa hiyo ataacha sala kwanza atasikiliza simu na baadaye tena narudi kwenye sala. Kwa kweli hiyo huwa haipendezi. Kama unasali ni kusali, simu ikiita. Ah, na tena ni vizuri basi, kama unasali na simu yako, unataka kuizima, ukaweka kwenye silence, ili sikuvuruge. Kwa hiyo kuna kitu namna hiyo. Kwa hiyo pia katika hii vyombo vya mawasiliano kuna mambo ambayo yanapingana na mafundisho ya kanisa Katoliki. Kwenye vyombo vya mawasiliano yako mengi sana yanayopingana na mafundisho ya kanisa Katoliki, au tuseme kwa maneno mengine, kanisa Katoliki linapinga mambo hayo, yapo mengi. Ninyi ulimwengu wa vijana unajua mengi yaliyopo kwenye kwenye vyombo vya mawasiliano, hata kwenye simu zenu eh? Mambo ambayo tunapenda kuyaangalia yako mengi mengi tu, lakini eh, Kanisa hali shabiki ya namna hiyo. Sasa tufanye nini? Sasa solution nini? Tunaambia kwamba tutumie hivi vyombo vya mawasiliano kwa busara, tuwe makini Usitumie chombo hicho cha mawasiliano kifai nini kikuharibie maadili yako. Eh, usikubali kikuharibie maisha yako. huzitumia ki vibaya, kwa kweli kitakuharibia maisha yako haraka sana. Kwa hiyo tuwe makini, vyombo vya mawasiliano visituharibie maisha yetu. Mbili, utambulisho na kuthaminiwa. Katika ulimwengu wa vijana kuna shinikizo la kutaka kutambuliwa na kuthaminiwa katika jamii. Lipo e, shinikizo hilo, sababu kundi la vijana kwa kweli katika jamii ni kubwa sana kubwa. Naona jinsi leo palivyofurika vijana hapa mpaka kule mpaka huko na nyuma na wengine mpaka kwenye miti kule vijana ni wengi kweli, ni kundi ambalo ni kubwa na kuna pale ambapo wanataka kundi hili nataka katika jamii na linyu litambulike na kuthaminiwa, sio kutambulika tu na kuthaminiwa, kwa sababu ni kubwa na lina mchango wake katika jamii. sasa tufanye nini? Tukumbuke kwamba wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kwamba utu wa mtu ni muhimu. Utu wa mtu ni muhimu. Jamii tambue kwamba hata vijana na wenyewe wapo katika jamii na utu wao unapaswa kufanya nini? Kupaswa kuthaminiwa. Tatu, shinikizo kutoka kwa rika na maadili rika. Yaani, rika lako ni wale ambao seme eh, eh, vijana, uko rika moja. Kwa hiyo kuna eh, lile shinikizo kutoka kwenye hao tunaita age mates kwa upande mmoja na kwa upande mwingine kuna maadili eh. upande mmoja ndio hiyo shinikizo la age mates, na, na upande mwingine kuna maadili a kijana anajikuta katika shinikizo la kuendana labda na wakati eh, kuendana na wakati, na vijana wanapenda kuendana na wakati asa inapotokea mambo ya eh, basi kijana anataka kuendana na wakati. Sasa na mojawapo ni mavazi eh, mavazi. Kuna kipindi ambacho vijana wavulana tokea fulani hivi Simu kata case, kitu namna gani siui hmm ile suruali ni kama inaning'inia mm. Kwa hiyo kijana anajikuta kwamba kijana Mkatuli kwamba enemies wake wanashabikia kitu cha namna hiyo. Sasa na yule Mkatoliki, mbona ni kama haiendani na na na dini yangu, mbona eh, haviendani na tena utakuta kwenye nani, utakuta mbele ya makanisa kwenye mlango mkubwa wameweka eh, kwenye geti kule. Eh, mavazi yanayoruhusiwa na mavazi yasiyoruhusiwa. Kwa hiyo katakii ni mojawapo ya mavazi ambayo hayaruhusiwi eh, utakuta pale. Au kwa mabinti utakuta wameweka mavazi fulani, sijui nini, ambayo bila mabega, yaani mabega yako wazi, au mpasuo ajabu na nini, utakuta wameweka wameweka pale vitu vya namna hiyo. Sasa ni kuna mtindo au fashion ambayo inatokea kwa wakati eh? Kwa hiyo vijana anajikuta sasa nikishabikia hiki, lakini kwa upande mwingine ni kama hakiendani, kwa hii ni shinikizo uliko pale. Siku hizi sijui fashion ikoje, sijui kwa vijana, labda suruali nyembamba kama bomba, sijui alafu tena fupi na viatu bila nini socks, labda kusema namna hiyo. Sana fashion ya vijana siku hizi. Na wakati mwingine, labda anaweza kavaa kiatu ambacho ni kikubwa sana, kama angalawa hivi, nafikiri kama mtu anataka kwenda kuogelea au nini, na vitu vya fashion za vijana. Kwa hiyo sasa, yani, kuna namna hiyo eh, shinikizo kutoka kwa agents kwamba wanashabikia kwa namna hiyo, lakini kwa upande mwingine wa maadili, maana kama vinapingana, kwa kijana yuko hapo sasa, kijana fanye nini au suluhisho nini? Jitahidi kulea vizuri dhamiri yako eh, yeah. Jitahidi kulea vizuri dhamiri yako. Ukilea vizuri dhamiri yako vitu vya namna hii havita nani, havita kusumbua, havita kusumbua kabisa, kwamba labda ni fashion. Wanasema kwamba fashion hii, hapana, hii ni akikuuzi, siwezi kushabikia hii kwa hiyo inakuwa smart sasa, nivaa vizuri na hakuna aliye kupiga marufuku kuvaa vizuri. Hakuna eh, aliye kupiga marufuku kuvaa vizuri basi. Ukivaa vizuri unampendeza Mungu na unaipendeza jamii. Nne, kuna afya ya akili. Kijana anajikuta katika mashinikizo mbalimbali, moja wapo labda masomo eh, masomo vijana wengi wanasoma, wengi wenu hapa bado mko shule, mnasoma. Kwa hiyo kuna shinikizo kwa katika upande wa, wa masomo, halafu pia kuna shinikizo, kijana anatarajia jambo fulani, kuwa fulani mtu fulani huko baadaye, kuwa mtu fulani huko baadaye. Kwa hiyo hiyo ipo sasa kuna wakati fulani tena, ilikuwa hapa hapa, ilikuwa na, na, na graduation ya vijana hao wa hawa maarufu maarufu, nikawa nawaambia na niliwaambia kabisa, unaweza kukuta kwa kweli kuna eh clip ambayo ilipita wakati fulani, wala si muda mrefu sana darasani naonyesha darasani na hiyo picha imepigwa kwa juu hiyo. Eh, alipiga picha imepigwa kwa juu sasa. Yale madawati wamealebo, eh, dawati limeandikwa fulani hapo, limeandikwa hapo, na kwamba wanafunzi ambao walimu ni wale, wale ilo darasa tuseme, walimu ni wale, wale, masomo ni yale yale, halafu mtihani ni ile ile. Haya, kinachokuja kutokea baadaye kwa hawa watu ni nini? E, watu wote ambao walikuwa na walimu wale wale masomo yale na nini, kinachokuja kutokea baadaye ni nini? Ndio sasa, kime- wamelebo kwenye yale mnani kwenye yale madawati sasa na, ukiangalia na utakuta ma, ma, ma, ma, e, wamelebo, wameandika haya, mkurugenzi, dawati moja limeandikwa mkurugenzi, dawati lingine limeandikwa omba omba e, dawati nyingine imeandikwa ameshakufa, amesha, dawati nyingine imeandikwa si daktari, nyingine mchungaji, nyingine hana makwao eh, ya mzuraji, mzuraji hana makwao, nyingine jambazi. Ya naona yaani kwamba darasa lile lile moja, walimu walikuwa wale wale mitihani na kile kile kila. Lakini ukija kuangalia baadaye maisha ya hao watu hawa baada ya kumaliza shule, tofauti inashangaza. Kwa nini yule amekuja kuwa vile? Kwa nini yule amekuja kuwa vile? Sasa, kwa hiyo kijana anajikuta sasa katika lu kwamba huko baadaye nimekuta na hiyo e, changamoto baadaye, itakuwaje maisha yangu takuwaji? Kwa hiyo kilicho muhimu nini? tumtegemee Mungu vijana, tumtegemee Mungu na tujue kwamba Mungu anatujali na kama tukiwa karibu na yeye mwenyezi atatubariki katika maisha yetu na maisha yetu ya baadaye yatakuwa mazuri. Haya, tano, mahusiano na upendo. Mahusiano na upendo. Sasa hivi kuna athari za hivi vyombo vya mawasiliano kwenye ma, maus, kwenye mahusiano. Vyombo vya mawasiliano vina athari kwenye nini? Kwenye mahusiano. Siku hizi si, kuna vijana wanatafuta wanatafuta wachumba kwenye mitandao eh? Eh, sio uso kwa uso tena, mtu anatafuta mchumba kwenye mtandao. Sasa ni kuwa makini ni vizuri kama ni mchumba unamwona uso kwa uso eh? Kwa mfano kama li kuna fursa kubwa kabisa yani, uchaguzi ni mkubwa sana eh? Uchaguzi ni mkubwa eh, uchaguzi ni mkubwa unaona, vijana wote hao waliofurika hapa, kwa kweli uchaguzi ni mkubwa. Sasa hii kutafuta mchumba kwenye mtandao ah! Na tena unayempata kwenye nani, unayempata kwenye kwenye mtandao, labda profile, ameweka picha ambayo si ya kwake, labda ya mtu mwingine eh, ameweka mtu mwingine anavutia, labda ndada ni dada yake au kaka yake, yaani ameweka mtu mwingine ambayo sio yeye, sio muhusika. Basi wewe ukiangalia namna hii, unaona kwamba ah, huyu ndiye. Sasa ilitokea simu fulani hivyo hivyo katika mtandao, watu wanachumbiana katika mtandao wasichanana wa picha na nini. Okay, ah, huyu ananifaa, mzuri kweli. Basi baadaye anamwalika, karibu uje, maji ilikuwa ni nchi nyingine. Eh, kwa hiyo yule anakuja, na si anapanda ndege, anakuja kwa huyu mchumba ambaye amempata ah, ambaye amepata kutana katika katika mtandao. Kwa hiyo anaenda kumpokea na ameandika bango, siku hizi kwaona kama ukinani ukienda uwanja eh, eh, wa ndege kumpokea mtu wakati mimi nabidi wende unani, basi na labda kabango hivi basi, ambaye na jina lake au kama umetuma mtu unakuwa na nyibo, basi mtu amekuja, lakini anaona kwamba ni mbona tofauti. Halafu mbaya zaidi anaona kama anatembea mlemavu eh, ni mlemavu kwenye profile yake kuona kwamba tunasikitiwatu kinaonekana eh. Lakini kwa chini hujui anaonekanaje, eh, unaonekanaje, ujui anakuja kwa kukuta kwamba hivi, ah, ndio wewe ndio mimi. Ni masikitiko makubwa, akajikuta katika masikitiko makubwa sana. Kwa hiyo kuna athari sasa ya hivi vyombo ya, ya, vya mawasiliano ikiwa mojawapo ni hiyo kwamba vijana wanatafutana eh, wana, wana, wana, wana kwenye mtandao kuchumbiana na kadhalika, lakini kwa kweli ni kuwa kwa makini. Sita, imani na kanisa. Na imani na kanisa, kijana wakati mwingine anayejisikia kuwa mbali na kanisa kwa namna gani? Kwa kweli kijana ambaye anasoma, kijana ambaye anasoma na mahali ambapo anaposoma labda chuoni, labda kanisa Katoliki liko mbali, liko mbali, angependa lakini kanisa liko mbali. Kwa hiyo anashindwa kwenda kanisani, au pressure ya masomo inamfanya kwamba yani, asiende. Anaona kwamba ah, hapana, huu muda ambao anaenda kanisani mpaka si baada ya misa nachukua masaa mawili, ungekuta ameshasoma point kadhaa, ameshafuta point kadhaa, kuna sehemu fulani vijana e, na chuoni huko, alafu kuna Ijumaa kuu alafu na njia ya msalaba ambayo inatoka ile ya kutembea, sio sio ndani ya kanisa, mnatoka sehemu moja kama ilivyo kwenye miembe kule na kadhalika. Basi mtu wameshaanza kusanyika, baadaye ametoka chumbani kuangalia, lakini hapo naona kwamba kuzunguka kote huko na kurudi nitakuwa na nimepoteza muda lakini kibaki chumbani nitakuwa nime nani nitakuwa nimesha meza matiru ya kutosha. Kwa hiyo na kachungulia, baada akasema kwamba ah, mwache Yesu tu ateseke mwenyewe, akarudi kwenda kusoma, mwache Yesu ateseke mwenyewe. Sasa kwa hiyo kuna pressure namna hiyo, shinikizo la namna hiyo la masomo. Kwa hiyo wakati mwingine kijana anafika mahali hata anaumia kwamba sijaenda kanisani muda mrefu kwa sababu labda ya masomo au ki, eh, kwa sababu ya shughuli ambayo anayofanya kumpatia kipato kiuchumi inamfanya kwamba pengine akose muda kufanya nini muda wa, wa kuenda kanisani na kadhalika. Kwa hiyo kuna kitu ya namna hiyo, imani inamtaka hivi na kanisa linasema hivi. Sasa mtu jitahidi e, usiache nini, usiache kanisa, shughuli za kanisa kwa sababu ya pilipika pilika za maisha, na tujitahidi kupokea sakramenti. Nimefurahi sana kuona leo vijana wengi wana- wanaungama e, mapadi walikuwepo huko, nawashukuru mapadi kwa kazi kubwa waliofanya. Vijana wengi wanaungama kwa kweli inatia moyo inatia moyo na wengi waliungama kabla ya sikukuu ya Christmas, bila shaka si ndio? Yeah. E, ndiyo naona. Kwa hiyo inatia moyo kuona vijana wanaona kwamba sisi ni wadhambi, ngoja tujipatanishe na Mungu. Ni jambo lenye kunani lenye kutia moyo kuliko ambapo kute vijana kabisa wanaamua kabisa ah. Hakuna sababu ya kufanya nini, hakuna sababu ya, ya kuungama. Hapana, tujitahidi kupokea sakramenti na ekaristi. Tunapofika kwenye ibada ya misa kupokea ekaristi, ni wazi tunapokea ekaristi kama mioyo yetu iko safi. saba. Kuna lengo wito na hali ya baadaye. Kijana na wasiwasi ya hali ya baadaye na ana shinikizo la kutaka kufanikiwa katika maisha yake. Ana hofu ya baadaye huko mm. Kijana ana hofu ya baadaye kwa sababu mambo ya baadaye tu yajui, nitakuwa na kazi gani, nitapata labda mchumba wa namna gani, nitakuwa, nitakuwa na familia ya namna gani? hayo kuna hilo haya kijana pia, kuna mwingine ambaye mpaka sasa hivi pengine hajatambua vizuri wito wake, hajatambua vizuri wito wake kwamba mimi nimeitwa kuwa mtu wa ndoa, mimi nimeitwa si kuwa mtawa, au mimi nimeitwa si kuwa padi, au mimi nimeitwa kuishi pekee yani, bila ndoa, bila nini, kubakia singu. Kwa hiyo jana bado upo katika eh, hali hiyo njia panda, ajui hali yake baadaye itakuwaje? Sasa kijana ajue, atambue kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. E, tambua wazazi, kwamba Mungu ana mpango na maisha yako, na ukimtegemea Mungu kikamilifu Mungu hatakuacha mtegemea Mungu, Mungu atakuacha atakuongoza, atakuonyesha kwamba wito wako ndio huu. E, wito wako ndio huu na ukifuata basi maisha yako yanakuwa yanakuwa ya mazuri. Basi ndugu zangu vijana, tunaendelea kumshukuru Mungu ambaye tangu mwaka jana tulipokutana hapa na leo hii ametulinda, na leo hii bado tuko hai ametulinda na bado tuko hai na bado tunaendelea kuamini katika yeye kwa sababu asiamini katika Mungu kwa kweli, aje afanye nini huku? Eh, yeah. Sisi mtoke si watu da, sisi parukia gani kwenda Bagamoyo kule ndani ah? Mbona napoteza muda. Lakini kutoka huko mlikotokea maparukia ni mwenu humo, ni dalili kwamba watu bado wanamwamini Mungu. Unaweza kaa na malengo mengine, lakini cha kimsingi ni kwamba kwa, kwa kweli bado kwa kweli namwamini Mungu. Tunashukuru katika hilo na sasa, tumwombe Mungu atuongoze kwa mwaka unaokuja tujiwekee malengo haki. Leo jiwekee malengo ya kuboresha maisha yako ya kiimani, maisha yako ya kiroho. Jiwekee malengo kama, mwaka huu ambao unaisha sasa, kiroho au kimadili ulikuwa umeyumbayumba au nini? Sasa mwaka huu jiwekee malengo, umwombe Mungu kwamba, mwenyezi Mungu, naomba mwaka huu unaoanza niweze kuishi vizuri zaidi, kuishi maisha ambayo yanakupendeza zaidi. Kwa hiyo wote, usitoke hapa bila kujiwekea malengo. Tafadhali jiwekee malengo ambayo yatafanya nini, kwamba maisha yako ya baadaye yawe bora zaidi kuliko ya mwaka huu ambao ndio unamalizikia. Tumwombe basi Yohane huyu, ambaye siku hii ya leo tunafanya sikukuu yake, atuombee sisi vijana tuishi vizuri tuendelee kumwamini Mungu na kwa mombezi ya Yohane mtume na mwinjili, Mwenyezi Mungu atujalie kuwa vijana bora zaidi na zaidi. Tumsifu Yesu Kristo.